atakuja tena kwa utukufu kwa hukumu azima na wafu na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu Bwana namleta uzima atokaye kwa Baba na Mwana anayebudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, alinena kwa vinywa vya manabii. Na sadiki kwa kanisa moja takatifu katoliki la mitume na ungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi. Na ngojea na ufufuo wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Ndugu zangu, tumuombe Mungu Baba Mwenyezi asikilize kwa wima sala zetu kwa ujumbe wa Yesu Kristo Bwana wetu. Ee Mungu Mwenyezi, tunamwombea Baba Mtakatifu leo wa kumi na nne, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Yuda Tadeus Raichi, Askofu Msaidizi Henry Mchamungu, Maaskofu wote, mapadri na mashemasi ambao umewaita kulijenga kanisa lako. Uwatie nguvu ya roho wako mtakatifu ili waifanye kazi ya kulijenga kanisa kwa kadri ya mapenzi yako. E Bwana, E Mungu Mwenyezi, tunakuomba ulibariki taifa letu la Tanzania, ukiwaangazia watawala na viongozi wetu mioyo yenye upendo, utashi wa kutenda haki na dhamira ya kulinda uhai wa binadamu ili katika kutenda hayo waweze kudumisha umoja, mshikamano na amani ya kweli katika taifa letu la Tanzania. E Bwana, <tiple> E Mungu Mwenyezi, tunaiombea warsha hii ya walei wa jimbo kuu la Dar es Salaam katika mwaka huu wa jubilei 2025 kwa yale yote yaliyoandaliwa yawe chachu yenye kutuzidishia nguvu za roho na kimwili, ili safari yetu ya matumaini katika kuendelea uzima usio na mwisho ilitimizwe. E Bwana <tipu> E Mungu Mwenyezi, tuko katika kipindi cha uja, uchaguzi wa halmashauri ya walei katika ngazi mbalimbali mbali za jimbo letu la Dar es Salaam tunakuomba utujalie kupata viongozi waadilifu wenye uchaji hekima na busara za kuongoza vema katika hija yetu ya matumaini hapa duniani. E Bwana. <tiple> E Mungu Mwenyezi, katika mwezi huu wa kuwaombea marehemu wetu, tunawaweka mikononi mwako waamini marehemu wote uliowaita kwako na kwa namna ya pekee tunawaweka mikononi mwako marehemu wa Tanzania wenzetu wote waliouawa katika vurugu za uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 hapa Tanzania, uwasamee makosa yao na uwapokee katika ufalme wako mbinguni, E Bwana. E Mungu, liye makimbilio na nguvu yetu, liye asili ya wema wote, usikilize sala za kanisa lako, utujadili haya tunaomba kwa imani tuyaupate kweli, kwa njia ya Kristo Bwana wetu.